Iko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya mpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu waifanya jitihada nzuri, na Mungu alikuja na coach nzuri. Kama walifuatilia vizuri mechi, dakika ishirini za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli, kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo kwa na sababu nafasi ya kwanza ilifunga, nafasi ya pili tukafunga hiyo kwaliti, hiyo ndio sababu iliyofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu iliyofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa tuna kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa itaji wetu, na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue bingwa wetu inshallah. Mechi mbili zinasalia, kwa mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away ya mbea tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Yangaobakia kwa mechi mbili kwa kwamojia ratiba ambao tuko nayo kwenye upande wa NBC na naobakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRB, kama tukishinda mechi ya us finali Jumapili dhidi ya JKT maanake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla Yanga tuna mechi nne huofunga msimu wa kuna